Familia ya mambo, vipi leo? Nataka nikuelekeze ni jinsi gani unaweza kutengeneza mobile application yako mwenyewe. Kwanza kabisa ni kukaribisha kwenye hii video. Kwenye hii video nitaenda kukuelekeza jinsi gani unaweza kutengeneza mobile application yako mwenyewe. Cha kwanza utaenda Chrome, kafupi ni inahusiana na AppCreator kwa wale beginners ambao wanahitaji kujifunza jinsi gani unaweza ukatengeneza mobile application yako. Nina video nyingi ambazo tayari shatoa, unaweza ukaenda ukapitia. It is very okay kama ukapitia zile ambazo nilifundisha kuhusiana na AI, basi ukifika kwenye hii video utakuwa na shida sana, itakuwa ni simple. Kwanza kabisa utaenda kwenye Utaenda Chrome, kisha endakisha nita search App Creator 24, e, ya kwangu tayari nayo, kwa hiyo nitaenda nitabonyeza App Creator 24 like that kama hivi. Kama una account utakuja uta, uta, sign, sign up, uta sign up with Google. Kama una account uta sign in. It is very simple. Cha kwanza Sorry, kabla tujaendelea, naomba comments, like na subscribe. Kulike unawajulisha YouTube kwa kwamba unapenda video za teknolojia kama hizi, kwa YouTube, atakachofanywa ni kukusogezea video za teknolojia kama hizi nyingi kutoka wataalamu mbalimbali. Kusubscribe, hakikisha una subscribe, ili wakati unapo upload video usipitwe na video hata moja kwenye channel Al Tuendelee ntakuja nta sign in Google, inachukua muda kidogo saba na application moja kwenye akaunti yangu kwao. Nitachokifanya kama h ni mara ya kwanza uta, utabonyeza create, create app. Utabonyeza hapo hapa hivi utaweka utaweka jina la application yako hapo, uta upload image au utatumia hizi icon ambazo zipo ya yeah. Hapa ni ku upload image, choose file ndo ku upload image hapo, utaweka description ya application yako kisha utabonyeza next. Ukishafanya hizo hatua basi utakuja, ukishafanya hii yako ikiwa ta, ikiwa tayari tayari itaonekana kama hivi, itakuja na mwonekano kama huu kwa mimi. Ngoja ni zoom hapa, kwenye, tuanze kuchambua hapa juu kabisa. Hapa general information, hapa hivi ni name and icon. Hapa hivi ni sehemu ambao unaweza kubadilisha jina, icon ya na vitu kama hivyo, kama jina unataka kubadilisha jina kwenye general moja tuoni kwenye general kuna kitu kama lugha, kuna description yeah, unaweza ukapitia. Ipo hivi ambavyo naorodesha sasa hivi ni, ni vile muhimu kwenye share. Kama anataka kuweka hapa, hivi ni link ya, ya application yako I mean, ni link ambayo utakuwa unasambaza kwa ajili ya watu ku -download au kupakua launch. Launch image... Sorry, launch message hapa hivi ni, ni media application yako, basi itakuwa inaonekana kwanza, hapo ndio application inafunguka kwa ndani yeah. kama unataka ionekane Yeah, ni kitu kama hicho ndio, yeah, kitu ambacho kama unataka isionekane, uweze kama unataka isiwepo basi usiandike, tachana nayo. exit ni exit image, so muhimu sana, so muhimu, so muhimu, pigia hapa kwenye design hapa kuna kala kuna front kuna soundi type of menu hapa ndo sehemu ya muhimu sana hapa kwenye type of menu. Yeah, hakikisha hii video unatazama mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu unaweza kuruka sehemu ambayo itakuwa ni muhimu kwako. Najua kwenye hii video utajiuliza maswali mengi, na utajiuliza kwa nini fanya review ya application ya app creator 24 kwa sababu kwa beginner O, kama umetengeneza maswali yako naomba uweke hapa comment, ili ni kujibu ipasavyo, na, na kama itahitajika kutengeneza video nitatengeneza video in general. Okay, yeah, kama unataka menu, menu yangu nitaweka hapa nataka without menu, yani no menu utaweka hapo. Ndo mimi naipendelea hapo, no menu inaonekana vizuri na mwonekano wako almost inakwagaipo vizuri. Button hapa, kwenye button kuna so, vitu vingine sio muhimu sana. Zingatia sana kitu ambacho nakiweka hapa, kiwe kiwe muhimu kwako. Main icon ya vingine sio muhimu, nitaelezea kwenye video nyingine. Hakikisha maswali unatengeneza swali, unaniwekea kwenye comment. Tengeneza swali, usiangalie video bila kutengeneza swali. Tengeneza swali, niache kwenye comment, nipe challenge, nitengeneze video ni kujibu. Usikubali kutazama hii video na bila kutengeneza application yako. Loading okay. loading image, loading image ile ambayo itafunguka Kabla application yako ijafunguka, ya yote, yani image ya kwanza kuonekana, ambayo ina load, afu application yako ndo inafunguka. Yani vile vitu ambavyo vipo ndani application kabla ya kuonekana. Loading image ana kwanza, kama unataka kuweka utaweka yes, uta save. Kama unataka isionekane utaweka no, kisha uta save. Ina na napenda kushauri sana usiweke, kwa sababu application kwa na kwa, naboa wa watumiaji hapa background image sishauri sana utumie, but unaweza kutumia session. Session ndo kitu muhimu sana hii application ni, I think, watu wengi wanayo hii application yangu, iliweka kwa ajili ya live streaming kwa kwa review ya app creator Uh, hii session ina vitu vingi session ina vitu vingi session, nawahidi itatengeneza video kwa session 2. Hii ndio sehemu ambayo inabeba appcreator24. Ah, kama uh, unajua kuhusiana na session pia, unaweza kadondesha comment yako hapo chini kwenye, kwenye product. Kuna notification, kama unataka kuweka notification kwa ajili ya yako unakuja hapa kwenye new message utaandika. Na ukishamaliza kutengeneza kila kitu kwenye application yako utakacho kifanya tabonyeza ya, ya, hivyo ndo application yangu itakuwa tayari. Sasa nishaitengeneza kut, nitakuja hapa ta download apk kama hivyo, ya application yangu itakuwa ime